Ndugu zangu habari za asubuhi. Napenda kuwasalimu nyote, na ninashukuru kwa wengi kutaka kujua kama niko salama au la. Nataka niwahakikishie niko salama. Jana sikupatikana kwa muda mrefu, kwa sababu siku nzima nilikuwa ndani mahakamani mpaka jioni kabisa, nikiwawakilisha wateja wangu. Kama mnavyofahamu, mimi rafiki yenu ni wakili. Na kazi ya uwakili ndio inaonipa riziki ya mimi kuishi na kuweza kujikimu kama binadamu. Kwa hiyo ninapopata wakati kidogo, ukiondoa muda huduma za kujitolea kwa jamii, basi nawajibika kusukuma mashauri ya wateja wangu ili kuona at least mengi nimeyamaliza au nimeyasogeza, na kwamba huduma zangu zingine hazifanyi wateja wangu kuumia. Nashukuru kwa konsani yenu. Nataka niwahakikishie, niko salama salimini, ninaendelea na mapambano. Ninawapenda ndugu zangu wa Tanganyika, ninawapenda ndugu zangu wa Tanzania. Aluta continua, freedom aseta. Bonface Mwabukusi ni miongoni mwa wanasheria ambao ni watata sana Tanzania. Ni moja kati ya wanasheria ambao kauli zake huwa zina utata, sio utata tu katika kuleta ama kuvunja amani, lakini utata katika kuelimisha Watanzania kuhusiana na namna sheria huwa inafanya kazi na vitu kama hivyo. Sasa siku kama mbili hivi Mwabukusi bana, amekuwa hususan jana amekuwa hajaonekana sana kwenye mitandao na watu wakaanza kuhoji kwamba labda atakuwa amekamatwa kutokana na kauli zake tata na wengine wakawa na hoja kwamba labda kuna kitu ambacho kitakuwa kinafanyika ambacho watu wengi hawajui, wakawa wanamtafuta. Kuna baadhi ambao inasemekana kwamba wamemtafuta kupitia njia za simu na vitu kama hivyo, lakini akawa hapatikani. Lakini kupitia video hii bwana amekuja na kuweza kuthibitishia Watanzania na kuambia kwamba yeye yuko hey, salama kabisa, tofauti na kwamba alikuwa amejukumika kidogo na masuala ya kuwakilisha wateja wake mahakamani. Maana yeye ni advocate, yani mwanasheria ambaye anahusika kabisa na masuala ya kuwatetea uh, watu ambao watuhumiwa ambao wa ameshtakiwa kwa makosa tofauti tofauti. Sasa haya amesema kwamba sasa hivi ndio kazi ambayo inamweka mjini. Sasa sometimes akiwa yupo kimya ni kutokana na majukumu ya kazi tu, lakini hii ni video ambayo ameitengeneza tu mahususi kwa ajili ya kuweza kuwatoa hofu watu ambao walikuwa wanahisi kwamba atakuwa labda ametekwa, kwa sababu nchi sasa hivi imejaa na mambo mengi sana na vitu vingi sana vinafanyika kwa muda mchache sana.